Karibu kwenye habari za ulimwengu. Tunakuletea muhtasari wa habari zilizotikisa dunia, huku uchambuzi kamili wa kila habari moja moja tukikuletea siku ya kesho. Muhtasari wa habari. Saudi Arabia imetangaza wazi kwamba usalama wa taifa lake ni red line baada ya kufanya mashambulizi ya anga kwenye bandari ya Mukala nchini Yemen. Riyadh amesema kwamba mashambulizi hayo yalilenga kuzuia usafirishaji wa silaha unaodaiwa kuathiri usalama wake. Hatua hii imeongeza mvuto katika eneo la Mashariki ya Kati na kuzua wasiwasi wa kimataifa kuhusu hatima ya amani nchini Yemen. Rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israeli Benjamini Netanyahu wamekutana kujadili hali ya Mashariki ya Kati, hususani sera za Israeli katika Ukingo wa Magharibi. Trump amekiri wa waziwazi kuwa hakubaliani kwa asilimia mia moja, akimtaka Netanyahu apunguze hatua zinazoweza kuchochea ghasia na kuathiri mchakato wa amani kati ya Israeli na Palestina. China imefanya mazoezi makubwa ya kijeshi karibu na kisiwa cha Taiwan yakihusisha vikosi vya anga na vya baharini. Beijing imesema ni onyo kwa mataifa ya nje kuingilia masuala ya Taiwan. Kwa upande wake, Taiwan imeweka jeshi lake katika hali ya tahadhari huku dunia ikihofia kuongezeka kwa mgogoro katika ukanda wa Indo-Pacific. Hizi ndizo habari kuu siku ya leo kwa muhtasari. Kesho tutakuletea taarifa kamili na uchambuzi wa kina wa kila habari moja moja. Mimi ni Isaac Samuel, endelea kuifuatilia Vision TV.